Ni mfalme wa wafalme, na kwa sababu hiyo tunatamani utawale. Ulitawala nyakati zile za mashindano ya kujua Mungu sahihi ni yupi, na hatimaye Mungu, ufalme wako ukatawala. Hatimaye watu wako wakajua ya kwamba wewe ndiyo Bwana. Hatimaye ubishi ukakoma. Mungu, asante kwa sababu ya siku yetu ya tano, sante kwa ajili ya neema yako ambayo pia pekee e Bwana umetupatia asubuhi ya leo, nasi Mungu tunakusii katika jina lako takatifu. Tusaidie e Bwana tusaidie e Jehova, pekee tu hatuwezi Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Tunakusi katika neema yako hii tena, ukatawale ukituongoza na kutufundisha. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya baraka yako, utukufu una wewe e Mungu, tuelekeze kama unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai, utukufu una wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya kijana, asante kwa ajili ya mtoto, asante kwa ajili ya wazee. Bwana Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ile kwamba umetuita, bila shaka una makusudi na sisi, na unatamani tukiweza kufanya jambo kwenye maisha yetu, tufundishe kama unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai Nema yako Mungu ikawe pamoja nasi, na sifa na heshima ni za kwako wewe Bwana. Na nisikie kelele za shangwe kwa ajili ya watu wa Mungu ambao wanasema Yesu aliye mfalme wa wafalme akatawale maisha yao. Nisikie tena kelele za shangwe, nisikie kelele za shangwe, watu wakimsifu Bwana kwa makofi na vigelegele vingi, kwa sababu Bwana amewatendea maisha mema, amewatendea mambo mema kwenye maisha yao katika jina kupe neema ya kukaa na kutulia madhabahuni kwake. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Tunamshukuru Mungu sana, ametupatia tena siku hii ya tano ya maombi haya, ajenda hizi ya tafakari ya vitu vizito vitu vikubwa vitu vigumu, lakini Mungu kwa neema yake ametufundisha kwa lugha ya nyepesi Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema kwamba leo ni siku yetu ya shukurani ambayo tutamshukuru Mungu kipekee, na tutafanya hiyo shukrani, itafanya kitu kwa ajili ya madhabahu. Kwa hiyo hiki hikima, watumishi wa Mungu, naona tutazitumia bahasha hizi. Kwa hiyo nitazigawa muda mchache ujao lakini pia nitumie nafasi hii kuwakaribisha wenzetu ambao wanatufuatilia mitandaoni huko. Mungu awabariki sana huko huko mliko, na sadaka yenu inaweza ikatufikia moja kwa moja hapa tulipo, na ikiwa jambo la kumshukuru Mungu katika e, ibada hizi za asubuhi, na nitakutajia namba zangu za simu kwa kokoe ambayo uko mbali, lakini kokoe ambayo uko hapa Namba hizi ukizichukua, nitaomba unitumie message, ni kutumia ili somo lote. Bwana Yesu sifiwe. Sijawa na namna ambavyo ningefundisha somo hili lote, hata kwa sehemu tu. Nitamani nitamani ulipate katika upana wake, lakini kadi Mungu anavyoendelea, unakuta Mungu anatamani tung'ang'ane na ajenda moja ili tuiombee vizuri. Kwa hiyo siko na namna ambavyo ningefundisha kila kitu. Sasa sasa, nita, ukinitumia message, nikikutajia hiyo namba, ukinitumia message mimi nitakuunganisha kwenye grupu ambalo tunalitumia, na huko nitakutajia namba za simu na, na nitakutumia masomo somo hili na masomo mengine. Tunayatunza mengine YouTube, mengine hatufanikiwi kuyatunza huko, mengine ni ya watu wachache wachache, sio masomo ya kila mtu. Kwa hiyo mengine tunayatuma moja kwa moja kwa WhatsApp kwa mtu mmoja mmoja, au kwenye grupu.